Hello. Karibu tena katika chaneli yetu ya Elimika. Leo tumeandalia video nyingine inayohusu majina ya walioitwa usaili kama wasimamizi wa wapiga kura kutoka katika jimbo la Kigamboni. Hivyo usisahau kusubscribe, kushare na kucomment ili kuwa kwanza endapo tutatoa mwendelezo wa video nyingine. Kama tunavyoona tangazo letu linaonyesha, kwamba tarehe kumi Oktoba elfu eh, mbili na ishirini na tano, jimbo la Kigamboni, tangazo hili linahusu tangazo la kuitwa kwenye usaili wa waombaji wa nafasi ya msimamizi wa kituo, msimamizi msaidizi wa kituo pamoja na karani mwongozaji wapiga kura uchaguzi mkuu elfu mbili na ishirini na tano. Kama tunavyoona iko ni kichwa kikuu cha tangazo letu hili tangazo. Maelezo mafupi yanasema kwamba kwa madhumuni ya uendeshaji wa uchaguzi mkuu na kwa kuzingatia masharti ya kifungu cha sita sita cha sheria ya uchaguzi wa rais wa bunge na madiwani namba moja ya mwaka elfumbili na ishirini na nne kikisomwa pamoja na kanuni ya kumi na moja ya kanuni ya za uchaguzi wa rais wa bunge na madiwani za mwaka elfumbili naishiri na tano msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Kigamboni na watangazia waombaji wa nafasi ya msimamizi wa kituo, msimamizi msaidizi wa kituo na karani mwongozaji wapiga kura uchaguzi mkuu elfu mbili na ishirini na tano waliochaguliwa kufika kwenye usaili utakaofanyika siku ya Jumatano tarehe kumi na tano ya wiki ijayo. Kwa hiyo maelezo mafupi yanaeleza kwamba wale wote ambao wamechaguliwa na kushiriki usaili huu ambao utafanyika siku ya tarehe kumi na tano Oktoba elfu mbili na ishirini na tano na mahali amesema kwamba katika ukumbi wa chuo cha kumbukumbu kumbu ya mwalimu Nyerere, kuanzia saa moja na nusu asubuhi. Kwa hiyo wasailiwa wote wanapaswa kufika katika chuo cha kumbukumbu kumbu ya mwalimu Nyerere na muda ni kuanzia saa moja na nusu asubuhi. Kwa hiyo kulingana na moja ya, ya sifa ya kuweza kufaulu usaili wako basi ni kufika katika eneo la, la usaili kabla ya muda ambao umeelezwa kwenye tangazo. Maanake unaweza ukafika saa moja kamili ili kuweza kupata kutambua hatua za awali na kuepusha changamoto ndogo ndogo za kimawasiliano. Lakini pia tangazo linaendelea na kusema kwamba waombaji wote wanatakiwa kuzingatia yafuatayo. Kwa hiyo wale wote ambao wameitwa kwenye usaili unapaswa kuzingatia yafuatayo. Muda wa kuanza usaili umewekwa ni saa moja na nusu asubuhi. Msailiwa atajigharamia gharama zote ikiwemo usafiri, chakula na malazi. Kwa hiyo wawewe ambayo ni msailiwa, basi gharama zote hizo utajigharamia mwenyewe lakini pia sema fika ukiwa na kitambulisho chochote au barua ya utambulisho kutoka ofisi ya serikali ya mtaa. Kwa hiyo kama utakuwa kita na kitambulisho cha NIDA ama cha mpiga kura, basi una unapaswa kufika nacho katika eneo la usaili. Lakini kama pia haona kitambulisho, basi utatafuta barua ya utambulisho kutoka katika serikali ya mitaa. Lakini pia sema pamoja na tangazo hili, orodha ya majina ya ombaji waliochaguliwa kufanya usaili imeambatanishwa kwa hiyo baada ya maelezo hayo, hapa chini tutaona majina ya wale wote ambao wameitwa kwenye usaili kwa nafasi zote tatu: msimamizi wa kituo, msaidizi, pamoja na karani mwongozaji wa piga kura katika uchaguzi mkuu 2025. Kama tunavyoona, haya ndiyo majina ya wale wote walioitwa kwenye usaili kwa utaangalia jina lako. Baada ya hapo utajiandaa kuweza kufika eneo la usaili ambayo ni chuo cha kumbukumbu cha Mwalimu Nyerere, na siku ni Jumatano, tarehe itakuwa ni tarehe 15 mwezi wa na 10 2025. Na hakikisha kwamba umesoma maelezo vizuri na unafika katika eneo la usaili kwa wakati, kama ambavyo tangazo linajieleza. Vitu ambavyo umeambiwa uende navyo kama kitambulisho, hakikisha basi unakuwa na kitambulisho ama barua ya utambulisho kutoka katika serikali za mitaa. Sababu na hilo tunakumbusha kuendelea kutusapoti kwa kusubscribe, kushiana, kucomment, ili kwanza endapo tutatoa update nyingine, lakini pia unaweza ukapata baadhi ya maswali yaliyokwisha ulizwa katika majimbo mbalimbali ambapo usaili umeshafanyika, lakini pia unaweza ukadownload tangazo hili kupitia uh, website yetu ambayo inaitwa ajira zote dot co dot tz kwa utakapobonyeza ajira zote dot co dot tz utafunguka ukurasa ambayo ni homepage ya website hiyo. Kwa hiyo, ndani pale utakwenda kuangalia majina ya walioitwa kwenye usaili, lakini pia tutakurahisishia kwa kukuwekea linki ya WhatsApp channel yetu ambapo ki tfollow, utapata eh, updates zote za majina, maanake tutakuwa tuna share linki za matangazo haya walioitwa kwenye usaili katika WhatsApp channel yetu.